Hello, habari wapenzi wa Kiluvia Dread Locs. hapa nafundisha jinsi ya kutengeneza extension kwa kutumia mashine e, tufuatilie mwanzo mwisho. Jamani, wapenzi wa Kiluvia Dread Locs, tuna madarasa ya WhatsApp online kwa mwezi ni shilingi elfu 15, lakini kwa wale ambao wanaotaka kuja kujifunza ofisini kwetu mnakaribishwa, e, mnakaribishwa. Chukua namba zilizoko hapo juu ya screen yako, wasiliana na sisi jamani madarasa yapo ya online grupu lipo la VIP member of Kiluvia dreadlocks kwa mwezi unalipa shilingi elfu kumi na tano karibu sana kujifunza ndani ya Kiluvia Dreadlocks tunawakaribisha jamani sana e, tunapatikana mlandizi kwa wale ambao wako mbali moja kwa moja kituo ni cha mlandizi unachukua namba zilizoko katika screen yako hapo unapiga simu unaelekeza tulipo kwa wateja ambao wanaotaka home service tunawakaribisha. Eh, tunaunga hizo nywele extension, na ni extension ambazo zimenyooka, hazina konakona, hazina mambo mengi. Kwa wewe ambao unahitaji huduma ya home service, tunakukaribisha sana ndani ya Kiluvia Dread Locs. Karibu kwa huduma nzuri, kwa huduma bomba, kwa huduma safi kabisa. Pia usisahau kusubscribe, kulike channel yetu. Kama una maoni, una ushauri, tuandikie chini kwenye comment. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu na tutayafanyia kazi. Kama una maoni, ushauri chochote, usisite kutuandikia chini kwenye comment. Ofisi ipo Mlandizi jamani, sio Kiluvia. Ofisi ipo Mlandizi. Kama unavyoona extension imenyoka, imependeza Unaonga, unaunga extension yako imependeza, haina kona kona, hizi kona extension tuta, utapata ndani ya Kiluvia dreadlocks. Mteja tunakufata popote ulipo. Kama unavyoona extension hizo hapo zimenyooka, hazina kona kona, hazina mbambamba, unapata ndani ya Kiluvia dreadlocks. Hizo jamani ni extension, siyo nywele za mtu. Hizo ni extension siyo nywele za mtu, ni dread fake jamani, ila sisi tunazitengeneza zinanyooka, zinakuwa kama hivyo, na ukiunga kichwani unapendeza sana. Kwa hiyo jukumu ni lako, tutafute kwa namba za simu zilizoko hapo juu ya screen yako. Tunaomba pia ulike na usubscribe. Karibuni sana kujifunza ndani ya Kiluvia Dread Locs eh, mafunzo kwa vitendo. He, ujuzi ni kipaji. Ujuzi he, ujuzi wako, pesa yako na kipato chako.